Jina halisi la alimu huyu ni Sheikh Said bin Mbana, ingawa wengi katika historia walimfahamu kwa jina la Sheikh Said bin Manaa. Sheikh Said bin Manaa alizaliwa mwaka 1860 katika kijiji cha Kiungoni, ukanda ule wa mashariki ya wilaya ya Wete, mkoa wa kaskazini Pemba, na baadaye ikawa nyota ya elimu ya dini iliyokuja kuangaza katika visiwa hivi vya historia kubwa ya dini ya Kiislamu ndani ya bahari ya Hindi. Sheikh Said bin Manaa alikulia kijijini kwake hapo Kiungoni na kuanza kujifunza kuogelea katika bahari ya elimu ya dini ya Kiislamu kutokana na miongozo bora aliyoipata kutoka kwa mashekhi zake na maulamaa waliovuma katika zama zake na katika ukanda huo hao ni pamoja na Sheikh Abdurrahim Mahmud, Sheikh Said Bukhamis, Sheikh Juma bin Hamad Mapacha waole na Sheikh Said bin Bahma bin Ahmad Sibawaihi. Kupitia maulamaa hao, Sheikh Said bin Manaa akiogelea katika bahari za fikri, tafsiri ya Quran tauhidi, sarfu na nahau katika lugha na hasa lugha ya Kiarabu. Sheikh Said Mbwana ama Said bin Manaa huyu tunayemzungumza, alikuwa ni mwenye kipaji kikubwa katika maarifa ya dini ya Kiislamu, kiasi ambacho alionekana kila upande wa mikondo ya elimu hiyo akiweza kuogelea apendavyo ilivyo sheria ya dini ya Kiislamu Sheikh Said bin Mana aliowa, na kupata watoto watatu ambao nao walikuja kupata mirathi bora kabisa ya elimu na nuru ya Uislamu kutoka kwa kipenzi baba yao bin Mbwana. Watoto nao wakawa wanafunzi, lakini miongoni mwa wanafunzi wakubwa wa kubwa wa Sheikh Said bin Mana ni Sheikh Ali bin Muhammad wa Kiungoni, Sheikh Abdallah Bukhamisi wa Tondoni, Sheikh Ayubu bin Khamisi wa Wingwi na Sheikh Rashid bin Juma wa Kiungoni. Historia ya ulamaa huyu iliambatana kwa kiasi kikubwa na maisha ya hapa hapa katika nchi, na hivyo elimu yake ilitegemea zaidi mashekh na ulamaa wa ndani ya Zanzibar, na hii pia ikapelekea sehemu kubwa ya maisha yake na juhudi ya kupata riziki zake za halali akitegemea sana kilimo na ufugaji kama ilivyo asili ya maisha ya watu wa jamii hizi. <tum> Sheikh Said bin Manaa alishiriki katika mashauri mbalimbali mbali ya kijamii na kisiasa, na hasa katika fikra za kimaendeleo na katika kufahamu zaidi, Ramadhani Zanzibar ilifanya juhudi za makusudi za kuwapata wale waliomfahamu Sheikh Said bin Manaa. Sheikh Matari wa Kisiwani Pondeani hii ya Chake Chake Pemba alimfahamu pia Said bin Manaa, na hapa anaeleza: umri wangu sipungui miaka sabini, nakukosa mm. Nakukosa Sheikh huyu Said bin Manaa mesi kuwa mtu wa kule, sieshi kule kumjua kwa kwangu, mlimjua alipokuja kuwa akihutubia mikutano ya siasa Chake Chake. Chake aliwahi kuingia kwenye siasa, chake akaja kuhutubia mikutano, ndo nikamjua Sheikh Said Mbwana <usur> ama Sheikh Said bin Mana alikuwa tegemeo kubwa katika ukanda wa mashariki na kaskazini yote ya kisiwa cha Pemba na hata wengine waliofunga safari kutoka Unguja na bara, akifutu masuala na pingamizi kadhaa wa kadhaa juu ya dini, na hivyo alionekana ni mtatuzi mashuhuri kwa masuala yaliyokwama katika fikra ya dini ya Kiislamu. Tulifanya tena juhudi za kuwapata wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa Shekh Said bin Mana na wakawa wakieleza ni vipi walimfahamu huyo shekhe wa mashehe zao, kama wanavyoeleza Shekh Omar bin Hamis na Shekh Juma bin Khamis wa Kiungoni Kimango: mimi namkumbuka kwamba ni mtu aliyekuwa akijitahidi kuongoza elimu yake watu mbali mbalimbali kutokana na sehemu ya Kiungoni mpaka Mchiweni mpaka Ole sehemu mpaka si Ole, mpaka Msuka alikwenda kudurusisha kwa siku nyingi sana. Hivi namfahamu bwana huyo, ni taratibu mzuri na alikuwa si mtu na ghadhabu, na ilikuwa fahamu zake Aliye akimsomesha alikuwa ni maburuki sana. Ufahamu Sheikh Hamisi, wewe unasemaje kuhusu Sheikh huyu na wewe unamkumbuka? Eh, nilimkumbuka Sheikh Said bin Manaa au Sheikh Said bin Manaa kwa jitihadi aliyokuwa nayo, na alikuwa anasomesha usiku na mchana bila wasiwasi wasi, na kwa bahati wanafunzi wengi alikuwa ni mabruki katika ku, kupata elimu yake. Hata hapa tulikuwa tunaye kama tulivyoeleza mwanzo kule, Sheikh Al Muhammedi. Sheikh Al Muhammedi akachukua elimu hiyo na yeye akaifanyia kazi kubwa sana, akamsomesha kina Sheikh Abdalla Abu Khamisi, Khamisi bin Athmani, Sheikh Salim bin Athmani, Sheikh Khamisi bin Omar bin Wakili, wote hao wanachukua elimu kwake na yeye yeye, Sheikh Ali kanasomesha msikiti huu wa Kimango miaka tisa bila kuchoka, na wakachukua ilmu watu wengi kabisa kabisa, hata sisi tukapata katika hao wanafunzi wake. Mimi hasa nimesoma kwa Sheikh Khamisi bin Athmani na kwa yeye Sheikh Hamisi bin Omar bin Wakili, hata wisho wisho, hata kwa Sheikh Ali Muhammad nakwenda, kwa sababu hakuchoka mpaka alikufa. Hii ndiyo ninakukumbuka na sisi tumo katika jitihadi hiyo, na inshaallah Mwenyezi Mungu atatujaalia khairi na atatujalia tusichoke mpaka kufa kwetu, na inshaallah tutaendelea katika kuwafundisha wenzetu kwa tunachokifahamu. Shehe, hapa katika mji huu wa Kimango Kiungoni elimu hii imerithiwa na nyinyi, lakini nani hasa ambaye anaendeleza kuwasomesha Waislamu wengine ili kutega kwamba elimu hii ambayo ni silsila ya shekhe huyu mufti eh, Saidi bin Manaa, kwanza anaendeleza shekhe Juma huyo Bukhamisi. Nafahamu huyo pia amesoma kwa shekhe Al Muhamedi, na kwa shekhe Rashid bin Juma na kwa shekhe Khamis bin Omar bin Wakili, na anaendeleza kazi mchana na usiku. Wa pili tunaye pia shekhe ya al bin Salim Wachonyi, ana kazi kuanzia hapa saa ishirini na nne yumo katika kusomesha, toka hapa mpaka ana darsa Wete kwa kula Jumapili Jumamosi anaelela kule, na Jumapili anarudi siku ya Jumatatu hapa, na mpaka leo hajachoka. Na akirudi huku wanasoma watu kutoka Micheweni, kutoka Wingwi. Yeye anajitahidi zaidi kuliko sisi, na sisi twajitahidi. Sheikh Said bin Mbwana, ama ukipenda muite Sheikh Said bin Mana alikuwa ni taa ya elimu iliyomurika na kuonyesha njia ile ya uongofu katika wengi miongoni mwa Waislamu hasa wale waliopenda kupata elimu ya dini ya Kiislamu na hasa katika kisiwa cha Pemba. Kama ilivyo haki ya kila makhuluki katika uhai wa duniani, ataondoka na atakutana na kikataladha, atakutana na kile kinachotenganisha roho na kiwiliwili na pia kutenganisha watu na wapenzi wao na hivyo kubakisha yatima na wajane na kuacha huzuni nyingi na pia mazingatio katika maisha ya wanadamu duniani. Ulipoadia mwaka 1962, Sheikh Said tisa Saidi bin Manaa aliaga dunia papo hapo na kuwacha huzuni katika Kiungoni, kaskazini Pemba, Zanzibar na katika bahari yote ya elimu ya dini ya Kiislamu ulimwenguni. Ewe Mwenyezi Mungu, twakuomba umlaze pahala pema peponi Shekh Said bin bwana Said Almana, na uwalipe malipo mema peponi mashekhe zetu wote, na utuongoze katika kheri na dini yako sote, wafuasi wao, na utupe taufiki katika kuisoma kuijua na kuifuata dini yako, Allah, dini ya Kiislamu. Amin. <tune>